Mwanza eh, linafanyika hii leo kongamano la fursa kuhusu mgao wa asilimia thelathini. Asilimia thelathini za Rais Samia Suluhu Hassan na mgao huu utafanyika kupitia mfumo wa NesT. Tafahamu hapa kwa kina tu kuhusu mfumo huu wa NesT. Eh, lakini pia kuhusu huu mgao wa asilimia eh, 30 tukiungana na meneja wa PPRA kanda ya Ziwa, Juma Mkobya akiwa na msemaji wa Generation Samia, Sonnath Nduka kutokea kule jijini Mwanza. Habari ya Mwanza. Kwema. Ah, bila shaka tunaanza kuzungumza na Juma, kutokea hapo mkoani Mwanza. Tunatamani kufahamu kwa ujumla kuhusu mfumo wa NesT. Ni mfumo ambao E, ni mfumo wa aina gani na unafanyaje kazi na pengine mapokeo ya Watanzania kwa kuletwa kwa huu mfumo mpaka hivi sasa yapo vipi? Ya, nashukuru mwandishi wa habari kwa swali zuri. Mfumo wa Nesti kama tunavyoelewa ni mfumo wa kituniki wa ununuzi wa umma ambao unasaidia, ambao una manufaa makubwa kwenye ununuzi ambao umeleta uwazi, uwajibikaji ambao huko nyuma tulikuwa tunatumia masuala ya manyo, kiasi kwamba unakuta tenda au yule mzabuni na mtoa zabuni wote wanaonana. Sasa kupitia mfumo watu hao hawaonani, kwa hiyo kuna usiri wa hali ya juu kwamba kila kitu kinachofanyika kinafanyika kwa wazi na kama kuna ushindani ambao unastahili una, una, una, una. Mfumo huu umejengwa na serikali ya awamu ya sita kupitia kwa Dokta Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuiwezesha PPRA kuweza kujenga mfumo huu na kuweza kusimamia ununuzi wa umma ili mwisho wa siku tuweze kupata thamani halisi ya fedha kwenye ununuzi wa umma kama mnavyoelewa eh, bajeti karibu karibu asilimia sabini ya serikali yote inaenda kwenye ununuzi wa umma sawa sawa. Labda kwa upande wako Sonata, na wewe tufahamu tukisema kuhusu Gen S ama Generation Samia ni kitu gani hasa? Uh, Generation Samia sisi ni jukwaa la fursa ambalo linaunganisha makundi mbalimbali mbali kwenye jamii na kuwaunganisha haya makundi na fursa zilizopo na fursa ambazo zinaendelea kutengenezwa na serikali ya awamu ya sita. Kwa hiyo, huenda ikawa kwenye jamii hatufahamu kuna fursa ambazo zipo kwenye mfumo huu wa NesT. Kwa hiyo, sisi kama Generation Samia tumeamua kulibeba hilo kama jukwaa la fursa, lakini pia kama kizazi cha mafanikio kuyaunganisha haya makundi ambayo yako mtaani, huenda pengine yakiwa nalalamika kuhusiana na masuala ya ajira. Sasa tunaonesha kwamba kuna fursa zingine ziko hapa ambazo pengine mnaweza kuzichangamkia sasa, na zikabadilisha maisha kiuchumi. Sasa ninyi kama vijana na mmeangalia, uh, fursa zilizopo kupitia mfumo wa Nesti eh, kama fursa uh, kwa ukaribu zaidi eh, ni kitu gani hasa ambacho sasa mnakikimbilia katika huu mfumo kwenye huu mfumo kwanza kabisa tumeanza na hii asilimia thelathini ambayo inatolewa kupitia mfumo wa NesT, ambayo hii iko kwenye makundi maalum, ambayo makundi maalum tukimaanisha kwamba vijana, wanawake, wenye ulemavu pamoja na wazee. Hii ndio ile jamii ambayo ni jamii ya kuanzia ngazi ya chini kabisa. Kwa hiyo sisi kwa maono yetu tukasema kwamba lazima tuanzie na hii jamii ya watu ya chupa, watu wa wa ngazi ya chini ambao ndo ina Watanzania wengi ambao pengine hawazifahamu hizi fursa ambazo zipo. Kwa hiyo tume maono yetu yameanzia hapo uh, kwenye, kwenye kundi hili ambalo uh, PPRA wao wanaigusa kupitia mfumo wa NesT. Sawa sawa, ma, maono ma, ma yanaonyesha kwamba NesT ni ya nchi nzima, kwa maana Tanzania nzima. Kwa nini Mwanza ndio? <laughs> hmm. uh, Mwanza ni mwendelezo kama ulivyosema generation Samia, uh, sisi tupo nchi nzima tukiwa tunahubiri yale mazuri ambayo yanafanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, watu waweze kujua na waweze kuziona hizi fursa, Watanzania waweze kuzichangamkia hizi fursa. Kwa hiyo sisi tuko nchi nzima, uh, hii tuko Mwanza kwenye ili kongamano la fursa za uchumi, ikiwa ni mwendelezo kwa sababu tumeanzia Dodoma. Tulifanya tukio kubwa sana pale Dodoma ambalo lilikutanisha maelfu ya Watanzania kutoka makundi mbalimbali mbali. Lakini pia tukaenda kufanya kongamano la fursa za uchumi pale mkoani Singida na tuliwakutanisha Watanzania zaidi ya elfu saba kutoka makundi mbalimbali mbali. Kwa hiyo leo hii tuko Mwanza pia kwa sababu tunaamini na sio tu tunaamini, Mwanza ina fursa nyingi eh, ambazo pengine Watanzania hawazifahamu. Sasa sisi tumekuja kufungua hiyo kodi ya fursa za kupata tenda za serikali kupitia mfumo wa NesT. Serikali inanunua huduma, serikali inanunua bidhaa, eh? Serikali inanunua vitu mbalimbali mbali, eh? Kwa kupitia uh, masuala mazima ya ununuzi wa umma. Kwa hiyo huyu Mtanzania wa kawaida ambaye hafahamu hii fursa, sisi tuko Mwanza kwa ajili ya kufungua hiyo kodi ya fursa ya yeye kuweza kupata aidha tenda ya usafi kwenye taasisi fulani ya serikali, aidha hmm, apate tenda uh, ya, ya, ya chakula na vitu kama hivyo ambavyo vinagusa wananchi ama Watanzania wote kwa ujumla. Uh, tukirejea kwa kwa kwa, kwa, kwa Juma eh, inaonyesha kuwa mgao wa asilimia thelathini. Eh, na ndicho ambacho kimewakutanisha na vijana hasa ha, hao jen Samia na kuzungumza nao, labda utuambie huu mgao wa asilimia thelathini unatoka wapi hasa, na sio tu unatoka wapi, lakini eh, wanufaika wa, wa, wa mgao huu wa asilimia themanini wa asilimia thelathini, kumradhi, ni, ni, ni kina nani hasa? Sheria ya ununuzi wa umma mm. imeelekeza kwamba kila taasisi nunuzi itenge asilimia thelathini ya, ya bajeti yake ya mwaka wa ununuzi kwa ajili ya makundi maalum, na kama ulivyoeleza, makundi maalum ni vijana, wazee, wanawake na watu wenye ulemavu mm. Mtolea mfano kwamba kwa, kwa mfano kama sisi hapa tuko Mwanza, na Mwanza iko kanda ya ziwa. Kwenye kanda ya ziwa kuna halmashauri 37 kutoka kwenye mikoa mitano, kwa hiyo ununuzi wao ule wa mwaka kila okay, halimashauri inatenga asilimia thelathini ya bajeti unu, ya ununuzi wake wa mwaka kwa ajili ya hayo makundi maalum ndio. Bwana Juma na PPRA sasa kwa ushirikiano na NesT sa... mm. pengine uh, utapiga hatua kiasi gani katika mpango huu yeah? PPRA kwanza, tunaishukuru serikali ya awamu ya sita ambayo imeiwezesha PPRA kuanzisha ofisi za kanda mm. sita ambazo zimeanza mwaka jana mwezi wa tatu. Sasa hivi ofisi za kanda zimetimiza mwaka mmoja lengo kuu ni kupeleka huduma karibu na wananchi, lakini sasa hizo ofisi za kanda kila kila ofisi iko kwenye mkoa mmoja. Kwa mfano, kanda ya Ziwa tuna mikoa mitano, lakini ofisi hii iko hapa Mwanza, ofisi ya ofisi ya mkoa mkoa. Kwa hiyo ni vigumu sana kuweza kufikia wananchi wote wa mikoa hii mitano kwa haraka. Kwa hiyo sasa tunatafuta wadau wengine eh, papambana na programu mbalimbali mbali. sasa mmoja wapo ni Jeshi Samia ambayo na yenyewe imejikita kusaidia kupeleka uelewa mkakati hizo fursa ambazo zinapatikana kwenye ununuzi wa umma. Kwa hii mkakati walionao Generation Samia tunaweza kufikia wananchi kwa, kwa urahisi zaidi na wakaelewa, kwa sababu kama makundi maalum haya yanokuta yapo na hizo fursa tayari, sheria ununuzi wa umma imerekebisha taasisi ununuzi na taasisi ununuzi zimetenga hiyo asilimia thelathini ya bajeti yake kwa ajili ya makundi maalum, lakini kwa sababu hawana uelewa kwamba zinapatikanaje ni nak, nak, kama nikiomba niki, niki niki, niki, nikiipata na mtaji natoa wapi? Kwa kwamba halmashauri nyingi zina hela kwa ajili ya hayo makundi maalum yale kisa ili uende kupata hiyo hela, hiyo unakwenda kufanyia nini. Kwa hiyo ukienda kwamba mimi nimepata tenda ya kufanya kazi kwenye halmashauri fulani au kwenye taasisi fulani, hii hapa, hiyo hela wanakupa unafanyia kazi, na mwisho wa siku tunanufaika kama nchi. Sasa umetuelezea vizuri, lakini kama uelewa ni mdogo katika jamii, Juma, kabla ya kuanza kutoa elimu hizi na makundi tofauti tofauti, wakiwemo Generation Samia awali, kabla, kabla ya haya yote eh, huu mgao wa asilimia thelathini ulikuwa una unawafikiaje wananchi, ulikuwa unawafikiaje walengwa? Kama niseme kwamba kwa sababu sheria tibu? sa, ure ya ununuzi wa umma imetoa hiyo hayo maelekezo asilimia thelathini, lakini sasa ni kwamba kwa sababu uelewa ulikuwa mdogo, ilikuwa ile turnover ya hawa wanaopata huo mgao ni kidogo sana unakuta mwisho wa mwaka halmashauri ilikuwa imetenga asilimia 30% ya bajeti yake kwa ajili ya makundi maalum karibu labda milioni mia, lakini unakuta mwisho wa mwaka unafika, hizo hela hazijatumika, hakuna jamii iliyo faidi na vile vile serikali haijafaidi, sababu serikali ni kupata huduma na vile vile ukipata hiyo huduma wananchi wake wanafaidi. Kwa hiyo ikiwa hazijatumika fedha hizo zinakwenda serikali yote inarudi ina, ina, ina, ina. Kwa hivyo makundi yote, makundi yote yana feli katika katika, ku, katika kupiga hatua moja uh, kwenda mbele, maanake serikali haijapata huduma na haya makundi maalum pia hayajapata faida. Sasa kwa sasa hivi uh, uh, uh, yes. Unadhani kuna umuhimu mkubwa wa kutoa elimu hii kwa kiasi gani kwa makundi haya ambayo sasa yanatakiwa ya ya na, ya kupata mgao huu wa asilimia thelathini kwa, kwa kweli, kwa umuhimu wa makundi haya kupata elimu kuhusiana na namna ya na kujisajili kwenye vikundi vyao, namna ya kujisajili kwenye halmashauri, namna ya kujisajili kwenye, mm, kujisajili kwenye mfumo ni muhimu sana mm. Na sasa sisi wenyewe kaa kama PPRA uwezo wa kuyafikia kwa muda mfupi haraka, kwa mfupi naenda kwa haraka ndo ilikuwa ni changamoto. Kwa kupitia hizi hamasa zingine ambazo zinafanywa na Samia, tutafika kwa, kwa haraka na tutafikia wote na Watanzania wote wa, watapata hizo iz, iz, fursa na kuanzia mwaka jana mpaka, sasa, sasa mwaka huu wa fedha 24 25 almost karibia tenda zenye thamani ya shilingi bilioni kumi na tano zimeshatolewa kwenye makundi maalum. Nyuma ilikuwa sio hivyo, hata mwamko tayari umeanza kuwepo. Sasa tukipata na hamasa ambazo zinazopata kama sasa hivi Samia inavyofanya mm. tunahakika kwamba hata kwa fedha ujao kwa, kwa kweli Watanzania wengi sana watapata hizi fursa na weza kufaidika kiuchumi zaidi. Kwa, kwa, kwa Sonnath, sasa labda Madam Sonnath utueleze tu elimu mlianza kuitoa lini na mmewafikia wangapi na yapi matarajio? Platform yetu hii ya ya, ya generation Samia ndiyo, haina muda mrefu sana haina muda mrefu sana lakini, mpaka sasa hivi tumeshawafikia tumeshafikia maelfu ya Watanzania, ndio maana pale mwanzoni nilisema hmm. uh, tulifanya tulianza na Uh, event ya kwanza ambayo tulifanya Dodoma pale, ambayo ilikusanya uh, zaidi ya Watanzania elfu mbili lakini pia tukaelekea Singida tukakusanya zaidi ya Watanzania elfu saba katika eneo moja, na leo hii tuko hapa Mwanza, tunatarajia hapa kupata Wanamwanza zaidi ya elfu tano hapa. Kwa hiyo utaona uh, namna ambavyo uh, tumekuwa tukilifanya jambo hili kwa ukubwa tukihakikisha kwamba nia ambayo tuko nayo inakwenda kufika kwa watanzania waelewe kwamba namna gani serikali ya awamu ya sita ina dhamira ya dhati kabisa ya kwa kuhakikisha kwamba kila mtanzania eh, anakwenda kunufaika na rasilimali ambazo ziko ndani ya nchi yake ya Tanzania, lakini na fursa pia ambazo zinatengenezwa na serikali. Kwa hiyo sisi tuko katika kuhubiri yale mazuri ya serikali ya awamu ya sita ambao pengine kwa wananchi ama watanzania hawayafahamu, lakini kiukweli tumepiga hatua kubwa, na mpaka sasa hivi tumewafikia watanzania wengi katika kuhakikisha kwamba lengo letu linafanikiwa sawasawa. Na mkakati upoje sasa, kwa wale ambao watafanikiwa kuipata hiyo asilimia 30, eh, katika kuhakikisha mm, kwamba yale malengo ambayo yamejiwekea ya kupata asilimia hizo za fedha yanafikiwa? Uh, sisi tunashirikiana na, na wadau Generation Samia inashirikiana na, na, na wadau katika kuhakikisha kwamba tunalifikia hili lengo, yeah. Wadau mbalimbali ikiwemo taasisi za serikali lewi, muanza, ndio maana leo hii Mwanza tunashirikiana na PPRA katika kuhakikisha kwamba hizi fursa tunazipeleka uh, kwenye jamii. Kwa hiyo hata ambavyo tunafanya haya makongamano, hatui tu sisi Generation Samia, sababu sisi ni jukwaa la fursa e, na kwenye jukwaa la fursa maanake tunavuta wadau wengi ili waweze kushirikiana pamoja na sisi. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wadau wengine uh, tutapeleka elimu zaidi ya watu kuweza kujua hata kuwa na elimu ya masuala ya fedha, kuwa na elimu ya masuala ya, ya ujasiriamali ya ambao wanakwenda kufanya, kuwa na elimu kuhusiana na ile asilimia kumi ya mikopo ya halmashauri na namna namna gani ambavyo wanatakiwa kuipata, namna gani ambavyo wanatakiwa kuipata, kuweza kusajili biashara zao, ili waweze kujiunga na mfumo wa NesT kwa sababu ili kujiunga na mfumo lazima uwe umesajiliwa. Ni wapi ambapo unatakiwa usajiliwe? Kwa hiyo hao wadau wote tunashirikiana nao kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba lengo mama linafikiwa. Sasa tukirejea kwa kwa Juma, e, kongamano hili mnalifanya kwa siku ngapi hapo Mwanza? Na e, pamoja na kufahamu, kwa kongamano hili mnalifanya kwa siku ngapi hapo Mwanza? E, ni nini wanamwanza watarajie hasa ambao wapo katika haya ama katika kundi hili maalumu? Nini watarajie wanamwanza baada ya kukamilika kwa kongamano hili hili. Kongamano itafanyika rasmi tarehe 29 mwezi huu wa Machi 2025, hmm, siku ya Jumamosi. Mm, ni kuanzia asubuhi mpaka jioni sasa na matarajio kwa sababu wameshahamasishwa na wenyewe wa na wana Mwanza, pamoja na wilaya na zake, wakihudhuria wakishiriki watapata fursa, yani watapata kuelezwa fursa zilizopo kwenye kwe, kwa ajili yao kwa ajili ya ya wazabuni kwa ujumla pamoja hususani makundi maalum ambayo ndo walengwa wa wakubwa wa wa waili jukwaa jenshi isamia kwenye kukongamano ili la Mwanza kwa hiyo baada ya hapo sababu, na sisi PPRA tuna ofisi ya kanda hapa Mwanza tupo tayari, na tutakuwa vilevile, tutakuwa na banda, tuko na wataalamu ambao wako tayari muda wote kukusajili au wajasiria mali, wazabuni mbalimbali, wakandarasi, vikundi hivyo vya makundi maalumu, wanawake, vijana, wazee na wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi siku tuko tayari kwa ajili ya kuwasajili na hata na banda hapo tena tutaendelea, kwa sababu sasa tuku, sasa umeshapata uelewa na umejua kuna ofisi hapa Mwanza, hiyo tutaendelea kuwasajili ili uweze kuendelea kunufaika na hizo fursa za asilimia thelathini za Samia kupitia NesT. Sawa sawa, hakika mmetueleza vyema na bila shaka hili litawafikia vijana wengi sana. Pengine kwa kumalizia, baada ya kutoka Mwanza, wapi sasa mnaelekea? Uh, baada ya kutoka Mwanza kiukweli, watufuatilie, watufuatilie kupitia ukurasa wetu wa uh, Instagram na mitandao mingine. Tunatambulika huko kama Jen Samia, Jen underscore Samia. Kule pia tuna tuna link ambayo hiyo link itakupeleka moja kwa moja katika jukwaa letu, kwa maana ya kwamba kujiunga na Generation Samia popote pale ulipo kwa hiyo utaweza kufahamu pia kwamba baada ya kutoka Mwanza tutaelekea wapi sehemu nyingine, lakini pia nipende kuchukua nafasi hii na fursa hii uh, kuwakaribisha wana Mwanza, karibuni sana sana sana uh, kwa Tunza Beach mm, ambapo event hii itafanyika tarehe ishirini na tisa siku ya Jumamosi, kuanzia asubuhi. Tutaanza na maandamano, tafanyika maandamano pale, lakini baadaye tutakuwepo pale kwa Tunza Beach kwa ajili ya kupokea madini kutoka kwa wadau mbalimbali ikiwemo wadau ambao ndio wametusapoti kwa kiwango kikubwa uh, wadau wetu wa PPRA. Kwa hiyo watu wa Tanzania, vijana, makundi yale maalum yatapata nafasi ya kuweza kujua kwamba huu mgao wa asilimia thelathini za Samia kupitia mfumo wa NesT, e, uko vipi? Ukitaka kupata unatakiwa ufanye nini? Kwa hiyo kodi ya fursa hiyo tunakwenda kuifungua siku ya tarehe ishirini na tisa. Kwa hiyo wana Mwanza tafadhalini, msikose hii ndio fursa pekee ambayo tumewaletea kwa ajili ya kujiinua kiuchumi na kwa ajili ya kuondoka na zile lawama ambazo tumekuwa tukilalamika nazo. Kuna upande huu wa pili mm. kuna ajira nyingi tu ambazo zipo kwenye hii sekta ya ununuzi wa umma ambapo pia inaweza ikatengeneza mnyororo mwingine wa thamani kwa ajira kwa vijana wengine sasa Uh, kwa kumalizia, pia kwa upande wa PPRA waambie, eh, Watanzania, kuhusu mfumo mzima wa matumizi ya nesti, kwa sababu mfumo huu sio tu kwa ajili ya vijana au kwa ajili ya hawa ambao wako katika makundi haya maalum, lakini Watanzania kwa ujumla ni vipi waukimbilie mfumo wa nesti, kama nilivyosema hapo hapo awali kwamba mm -hmm. mfumo wa nesti umekuja kuleta uwazi, kuleta uwajibikaji na sasa hivi tunasema connection ya ununuzi wote wa umma hmm, ni kupitia mfumo well, wa nesti. Sasa kwa hiyo mfumo wa nesti ni wa Tanzania wote, yaani ni mfumo wa Nest ni, ni, ni, ni kati ya mzabuni pamoja na taasisi nunuzi, kwa hiyo wanakutana kwenye mfumo wa nesti. Manunuzi yote bajeti yote ya serikali ya asilimia sabini ya, ya bajeti ya serikali iko kwenye mfumo wa nesti. Kwa hiyo hii inahusiana na ni Watanzania wote wanatakiwa kuichangamkia, yawe makampuni ya ujenzi, wanaotoa huduma za bidhaa, wanaotoa huduma za ushauri, wanaotoa huduma zisizo za ushauri. Kwa hiyo Watanzania wote kwa ujumla, wote wana, wanaombwa kujisajili kupitia mfumo wa NesT kuweza kupata fursa. Kwa taasisi nunuzi zote zisisajiliwe kwenye mfumo wa NesT tunawaomba ni wale ambao wanatoa huduma ambao wanatakiwa watumie mfumo wa NesT kuweza kupata hizo huduma, mwisho wa siku serikali ipate hiyo huduma inayohitaji na vilevile Watanzania kwa kwa kwa kwa jumla wetu tuweze kunufaika kiuchumi. sawa sawa. Uh, hakika hizo ni fursa na kubwa zaidi tunatakiwa kuzikimbilia sisi ambao tuko katika makundi maalum uh, ni vijana, wanawake pamoja wa wazee na walemavu lakini pia mfumo wa Nesti unaweza kutumika na yeyote yule a, a, pale ambapo anaweza kuchukua tenda katika taasisi za serikali. Tumezungumza mengi, lakini kuelekea kongamano ambalo linatarajiwa kufanyika pale mkoani Mwanza Machi 29, kongamano la fursa kuhusu mgao wa asilimia thelathini za Samia katika mfumo wa Nesti, tumezungumza na meneja wa PPRA kanda ya Ziwa, Juma Mkobya, na pia tumekuwa naye msemaji wa Generation Samia ama Gen S, Sonnath Nduka As